What's up people? Mambo vipi? Mimi naitwa Asteria Mvungi na hii ni Ayo TV Entertainment. Unajua bwana, hakuna kitu kizuri kama ambapo mtu anakuwa nakufahamu vizuri, naifahamu historia yako kuanzia ya unaanza kufanya kitu fulani mpaka ambapo unafikia. And I mean, ukiwa umetisha zaidi inakuwa ni mzuka. Kwa hiyo unakuta kuna mtu anakuwa nakufahamu vizuri, anaweza kuelezea historia yako vizuri, mpaka wewe mwenyewe sometimes unaweza ukasikiliza ukasema, yes, this person knows me. Ngoja nisiongee sana. Nilikutana kwenye exclusive interview na dada wa mmoja kati ya wa wasanii ambaye anafanya vizuri sana kwenye Bango Flavor Mzewa. Agama bullets been, been it's been what? Yeah, yeah, mzee wa Quick Rocka, nimekutana na dada yake kwenye exclusive interview na Before and after Quick Rocka ametuelezea. Okay, qametuelezea kuanzia Quick Rocka hajaanza kusikika, kuanzia sisi hatujaanza kumwona mpaka sasa hivi alipofikia. Huyo hapa dada yake Quick Rocka kwenye exclusive interview na Ayo TV. Kwanza Quick, alikuwa alikuwa anapenda sana kwenda kanisani. Kwa hiyo ile kuimba imba ile alikuwa anapenda kwaya, hiyo ni kawaida Naitwa Badra. Mimi ni dada yake Quicky. Si nyumbani namuita Abu. Ya Abu ni mtu wa vituko tuko sana. Sisi tulikuwa tunasoma Dodoma. si, Yeye yeah. alikuwa bado mdogo alikuwa na miaka kama nne hadi mitano. Siku moja amekuja kutembelea na wazazi wakaja sisi tulikuwa tunasoma boarding. Walitupeleka watupeleka swimming. Sasa yeye alikuwa yuko mbele of course hajawahi. Sisi ameona tunaogelea tunachezea maji akaona ni kitu rahisi. Alikuwa ni mtu anayokuja kujaribu jaribu tu kila kitu. Kwa ni from nowhere, hamna mtu alikuwa hata anajua anafanya nini, aliruka kwenye maji. Kwa muda mchache hamna mtu aliyemuona. Kwa alikunywa pombe zake kadhaa pale alisafukia. <laughs> Ndio angwetu fulani ndio akaja akamuokoa. Sisi tulikuwa hapo ndani ya pool. Kwa hiyo hatukujua zaidi, kwa sababu yeye walikuwa wadogo kama wawili. Yeye na mdogo wetu mwingine Brenda, ambao walikuwa na wazazi. Kwa hiyo sisi, by the time tunaswim, tukashangaa tu mtu ndani pool. Haraka sana sana, yani, karibu yeah, ndo akaanza na daftari lake fulani hivi yani yani, ameandika ya andika vitu vingi vingi mziki mziki ya, mmoja, na na kaka yetu marehemu mmoja alikuwa anaitwa Bakisa, na yeye alikuwa anapenda sana mambo ya kuimba imba. Imba yeah, alianzia huko. Ila pia alipofika form form 1 1 yeye yeye amesoma pande hiyo secondary. Kwa hiyo kuanzia form 1 mara nyingi akirudi likizo, mambo mambo yake ni kuchana chana kuimba imba, alikuwa alikuwa anatoroka sana sana sana sana sana kwenda club. Mm-hmm. Anapenda sana hayo mambo mpaka alikuwa anakumbana na yuko kaka yetu mkubwa. Don't do, Download to the minimum. Back it up. alikuwa kuchana chana vinyimbo nyimbo ambavyo alikuwa na vichana, si tulikuwa tunamsikiliza tu, tunacheka, tunaona ni kitu cha kawaida kama jokes tu zile, mkikaa, same. Yeah, alikuwa anapenda kuimba. Sasa mara ya kwanza alivyotoa alivyotoa huo wimbo, wewe hebu imba Market, tunajua of course ni, ni mtu anaweza vitu vingi about kuigiza giza sauti kuigiza kuimba, yani hata nyimbo hizi za za nje nje za kinakani yeye anaimba kweli kweli, akaimba akaimba, tukaona ni nzuri kweli. Alikuwa na marafiki zake wa kina chief, hizo ndo. Okay good la kukileta huko, ndo tutajua labda kwa sikia lada kshawekwa Kumbuka, tukuonana tena, ikapitapita maake, mi nilikuwa chuo kwao niko busy kama wiki, ndo akani, akani siku nyumbani nimefika akaniwekea CD. Nikasikiza, nikasema nikaskiankasema eh, nyimbo nzuri kabla haijawekwa bado kwenye radios yeah. Ndo mara ya kwanza ambao nikaona kweli, nikasema, sasa hapo ndo nikaa nimeugundua ujuzi wake, sasa maake hii siku zote ilikuwa tu kama Umemsikia dada yake Quick Rocka kwenye exclusive interview na Ayo TV. Kwa story nyingine na kali kama hizi basi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo. Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, Snapchat, everywhere you know. Ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Mimi naitwa Asteria Mbungi.